Haraka, hebu sema amen. Fungua pamoja na mimi, mstari wa kwanza mpaka wa saba. Naomba mwenye sauti ya huruma ya Bwana, nasome wake za wa manabii baba Elisha. Roho akasema mtumishi wako, mume wangu amekufa, na unajua alikuwa mtumishi wako, alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia aliye aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili. Elisha akamwambia nikufanyie nini? Niambie, ni unataka kitu kitugani? nyumba una kitu gani nyumbani? Akasema, nenda ukatake vyombo vyote nje kwa ajili kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala msitake vichache, kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango, yeye na wanaye au wakamletea vyombo naye akajibina mstari wa yasema ikiwa kulipokisha kuja vile vyombo, akamwambia manaye iletea vyombo. Akamwambia hakuna tena, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enendeni mkayauze mafuta haya ulipegeni nayo, yalikuwa nayo yaliyosalia ni wewe na wanao. Bwana Yesu asifiwe, amen! Nisikie sauti za ngurumo, hebu sema Bwana Yesu asifiwe, amen! Tuangalie jambo la kwanza, tunamwona ni mtu ana baba, hebu sema baba, baba. Yaani leo ni sawa sawa, Steve tumtume, alafu Steve awe na watoto wake na watoto wake, na wanamke mke changamkia

Mbaki na mpiga majeshi kama wewe anamtumikia Mungu, ila alikuwa ameenda saccos au ameenda vikoba au ameenda kwenye benki. Wajasiriamali, mnanielewa hebu sema amen. Wajasiriamali, mnanielewa, unafika kwenye mkopo, wanakuambia, sasa chukua mkopo, tunakukopesha shilingi elfu hamsini na tutakupa hiyo shule kwa msingi, utakuwa unailejesha kila siku elfu nne unaweza, utasema ndio, naweza nipatieni mkopo. Wanakupa ule mkopo, wakikupa ule mkopo kwa mda huo unahesabika kuwa mkopo. Kila ukishindwa kulipa, ukishindwa kulipa ule mkopo unageuka kuwa deni. Ndo de utashangaa wana wanakuja wakija kufata anasema hatuji kufata mkopo, tunafata deni lililokuwa limebaki. Ina maana alikuwa kuna mtu wa Mungu alikopa hela mahali, alipokopa ni mtu analela kwa lugha, akakopa fedha mahali na akaamini ya kwamba nalipa kushinda inalipa aakija ko kesho majira kama haya mambo sasa kama haya kesho, si hai pa t kai na sioaa makusudi sio zelewani ameenda vajamini. Baada ya hapo, ule mkopo unageuka kuwa deni. Na maana huyu mtu wa Mungu alikopa fedha mahali kwa tajiri mmoja, alipokopa pesa, baada ya muda akaja akaza aliyekuwa anadaiwa daiwa ni kwaa na anamtumikia Mungu. Hebu sema amen, anamtumikia nani? Mungu gani? Jehova. Mfalme wa amani. Niko ambaye niko. Mzee wa siku ambaye akishuka hivi, mimi ndio mzee wa siku niliyoumba mianzo na miisho yote, vyote vilikuwepo hata kama watu wasemaje, mimi ni Mungu sigeuki. Nikujibu kujibu nisikujibu, mimi ni Mungu sigeuki. Huyo jamaa anamtumikia Bwana, ila akafa akiwa maskini. Ina maana hii, ina maana ali mtu ambaye anamtumikia Mungu lakini nguvu yake moja ameconcentrate sehemu moja. Ndio maana nikakwambia tunapigana huku tunajenga, sio tunaelewana, tunapigana huku tunajenga maisha haya. Ukiamua kutokupigana, ukaamua kulirax, hata kama unamcha Bwana hutogoi popote. Kuna watu hapa mmenunua Labda mmekunywa supu hapo asubuhi, mmekunywa supu za hotelini. Umefika hotelini, mmekunywa supu umepiga akuja na namtujia ao nabea supu hiyo <coughs> <Mabewa. coughs> kuna mtu amechinja kuku, siyo, kuwapa ya kafai. ili apate wateja wenye njaa kama wewe <laughs> wakulakula asubuhi kama wewe hapo hapo, nisiseme maneno maneno mengi hapo hapo, baada ya na, unashangaa mwingine unasema, baada ya hapo nikapitia kinywaji hotelini, na ni soda njiani ya koka ya baridi. Ile soda ya koka, mwenye duka amewasha ubani. Ubani ni chakula cha majini sindangani. Mtu kama kuna shida nisikilize yoyote, ubani ni chakula cha majini ukiomba saendele bani nikiwa nakuta maeta mkono utakuta yambo ndani, utakuta linakwambia, mimi jini Maimuna. Maimuna wawapi? ndo linataka chakula. tunaanza <tip> kuona huyu mtu wa Mungu alikuwa na mcha Mungu. Wanangu, tunaishi kwenye dunia ambayo usipokuwa na nguvu, au kwa lugha nyingine, nafasi yoyote unayoitaka inamilikiwa, inabidi umdondoshe mtu ili uchukue nafasi. Bila kumdondosha mtu upati kitu, tumeelewana? mume wako sasa, binti yangu, bado haujaolewa na i mwanaume, wanampiga dawa, hujawahi kuona. Wanamloga yule kaka, macho yake yageukie kwangu, macho yake yageukie kwangu, macho yake yageukie kwangu. Alafu wewe umekaa kwa majira ya Bwana, Bwana atatenda kuna ya Lazaro, aliingia mbinguni akiwa anakula makombo. Kumcha Mungu sio tiketi ya kwenda, sio tiketi ya kufanikiwa leo, ila ni msingi unaotengeneza mafanikio, ni wa muhimu. Ina maana vita ni kama bomba Amen. Vita ni kama boma. Nyumba yenye msingi haiti nyumba. Nyumba ambayo inakamilika inaitwa boma. Inabidi ukamilike msingi wa kwanza umpokee Yesu. Kwa pwani unapokozwa maisha yako, moyo wako ufunguke. Moyo unapofunguka unaanza kumtafuta Mungu. Unakuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Baada ya hapo unatutumka kwenye ulimwengu wa roho, unaanza kufanya kazi ambazo wengine wanazifanya. Mwingine akiokoka, mimi siwezi kufanya kazi ya kuuza matembele kazi ya kufanya hivi, ndio unajipalilia shimo mwenyewe. Tunamwona huyu mtu wa Mungu akafa, na watu wakaja kudai nyumbani mwake. Angalia wa alikokuja, yule baba anakuja anasema, nahitaji hela nipe, na mkikosa hela nipatieni mke wake, mke wake, mke wake anasema, baba hata alielewi na nini aa, imetajim

vimejaa mafuta, vilivyojaa mafuta. Huyu mama alikuwa mlafu, alipogundua vimejaa akauliza, akauliza watoto, mmeangalia kwenye nyumba sehemu zote? Wakasema hapana, vimekoma, mafuta yakakomea hapo hapo. Mungu anakupa kulingana na uwezo uliojiweka. Umejiweka kimilioni, milioni, Mungu anakupa milioni. Umejiweka kilaki moja, Mungu anakupa laki moja. Umejiweka kielfu kumi, elfu kumi, Mungu anakupa elfu kumi. Umejiweka kikausha damu, Mungu anakukausha vile vile.

kimoja moja na binti yangu na ndoto, Mungu amesema na mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu mkubwa. Hebu sema amen. Akaenda kwa baba yake, anamwambia Mungu wetu sisi ana vyote. Ishu ya kufa akiwa hana kitu, ni yeye na moyo wake. Yeye alitumika, yeye na mbinguni ameenda. Ukisema nampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi leo Jumapili.

upande wa mbinguni. Ina maana huko mbinguni tunaendaga. Ukisha sema tunampokea Yesu, kuna matajiri wa ka ni wachafu